Kwako lakini alipata dharura akimbia Dodoma misaada na swali last week awasilishe misaada lakini, kutokana na shughuli, msiba wa mzee wetu msua, kwahiyo akaleta msaada kwenye chama, tumsaidie kukabidhi kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya Moshi. mheshimiwa mbunge ali aliguswa na maafa yaliyotokea Kiboriloni na kata ya Msaranga, mafuriko yaliyotokea juzi, kati ya kaya kama 40 apata maafa Asa, na alifanikiwa kwenda kutembelea, lakini akasema kuhusu taratibu, lazima afuate utaratibu, utaratibu ambao upo kisheria. Na sababu ni mbunge wa jimbo, anajua misaada inatolewa wapi, na anasema misaada ni mkuu wa wilaya, ni ofisi ya wilaya sababu ndipo kitengo cha misaada kilipo. Kwa hiyo akaniomba mkawa mwenezi na viongozi wenzangu wa chama tuwe tumsaidie kuwakilisha misaada. Amepema kwa magodoro takribani 50. Na najua mahitaji ni mengi. Kuna mahitaji ya e, chakula, malazi. Uzuri mmoja hata mimi nilifika nikajionea. Na kubwa pia nikushukuru kwa msaada wako wewe. Baada ya kufika maeneo ya tukio, nilikupigia simu na kueleza adha alionao wananchi kuhusu matope yale na ukachukua tu ukatumia greda, nikushukuru sana. Kwanza kile umekifanya, chama chetu tumetumia kifua mbele, wananchi wamezidi kujenga imani na sisi. Yani, kikubwa kwa leo ni msaada wa mheshimiwa mbunge, na sisi kama chama tutaendelea kutupia jicho na kuomba wahisani wengine waweze kuangalia chochote kitu walicho nacho uweze kuleta kwako na kukabidhi. Lakini kwa leo tumekuja kukabidhi magodoro 51 yaliyotolewa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Moshi Mjini Priscus Jacobo Tarimo. nakushukuru Ndugu eh, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Moshi Mjini, eh, ndugu katibu amini, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Moshi Mjini, lakini pia katibu wa jumuiya ya wazazi eh, ndugu mwenezi, tuna tunashukuru sana na kipekee kabisa tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge wa jimbo la Moshi Mjini, Mheshimiwa Priscus Tarimo kwa namna ambavyo ameguswa na changamoto ambayo ametupata. Usiku wa tarehe sita ya mwezi huu wa tano tulipata changamoto kubwa ya mvua e, na mvua zile zilivyonyesha zimesababisha changamoto ya maafa katika maeneo yetu ya wilaya ya Moshi na katika jimbo hili la Moshi mjini. Eneo kubwa ambalo lilikuwa limeathirika ni eneo la pale Kiboriloni pamoja na kata ya Msaranga, lakini pia maeneo mengine na yenyewe pia yalipata changamoto na changamoto ile kwa namna ambavyo imekuwa kubwa, maji yaliingia kwenye nyumba za watu, yakwenda yakaharibu vyakula, yameharibu makazi ya watu, lakini pia yameharibu e, malazi pamoja na mavazi. Kwa hiyo changamoto ile tumeendelea kuishughulikia. Barabara zilikuwa zimefunga, lakini kwa haraka sana barabara zikafunguka, baada kazi ya watu moja kwa moja ambao yamewagusa kwa hiyo kutokana na changamoto hiyo, hatua mbalimbali zimeendelea kuchukuliwa na serikali, ikiwa ni pamoja na kurudisha hali katika kawaida yake, lakini wananchi wamepata changamoto na kuathirika. Kwa hiyo tumeendelea kualika kupitia kamati yetu ya maafa ya wilaya, ambayo inaongozwa na mimi mkuu wa wilaya, pamoja na viongozi wenzangu, kamati ya usalama, pamoja na zile timu za timu tendaji za maafa kutoka katika halmashauri zetu, kwa tumebainisha mahitaji na kama nilivyoeleza, moja kati ya mahitaji ni haya e, eh, magodoro kwa maana ya kurejesha hali ya malazi katika watu wetu. Kwa mheshimiwa mbunge kwa kutupatia kwenye kamati ya maafa magodoro haya hamsini kwa kweli tunamshukuru sana kwa sababu yatarejesha faraja kwa wananchi ambao wamepata changamoto, lakini pia atakwenda kutumika kuwasaidia kupunguza eh, yale makali ya changamoto walikuwa nayo na kupata unafuu kwenye maisha. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge na nimpongeze kwa namna ambavyo ameamua kufuata utaratibu, sababu tumeendelea kuelekeza E, kamati ya maafa ya wilaya ndiyo ambayo inapitia na kuangalia changamoto zilizopo na kubainisha uhitaji uliopo na namna ilivyo. Na baada ya hapo tumeendelea kualika wadau mbalimbali kuleta na kuikimbilia jamii yetu kupitia kamati ya maafa walete hiyo misaada ya kibinadamu ambayo inahitajika. Baada ya hapo, kamati ya maafa sasa ndio ambayo itakwenda kugawanya, lakini pia tutaendelea kutambua michango ya wadau hao, kwa ndio utaratibu, ili kuepusha kila mtu kuweza kupita katika maeneo yale bila kufata utaratibu rasmi. Kamati hii inaratibiwa kitaifa na mheshimiwa waziri mkuu ndio mwenyekiti wa kamati hiyo. Ukija huku ngazi ya mikoa, mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yake, alafu ngazi ya wilaya ni mkuu wa wilaya. Kwa tunaendelea kualika wadau wengine wote kupitia Eh, kama alivyofanya mheshimiwa mbunge wa jimbo la, la, la, Moshi, waje waje kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, kwenye kamati ya maafa, walete kwa sababu bado mahitaji yapo, ili tuende kuwafikishia wenzetu ambao wamepata zile changamoto. Lakini pia niendelee kutoa wito kwa wananchi wote wa wilaya yetu ya Moshi, ikiwa ni pamoja na hapa jimbo la Moshi mjini, kwa maana manispaa ya Moshi, kuendelea kuchukua tahadhari, kwa sababu bado, kwa utabiri wa hali ya hewa, bado mvua tuko nazo na tunazo. Kwa hiyo tuendelee kuchukua tahadhari katika maeneo yetu, ili kuepusha na kuendelea kuokoa mali pamoja na maisha. Na tunawashukuru pia wananchi wote kwa ujumla, namna ambavyo wameendelea kukimbilia katika maokozi, ikiwa ni pamoja na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwa kushirikiana na wananchi, tumejitahidi sana kuokoa maisha pamoja na changamoto ambazo tumepata kule Moshi vijijini ya wenzetu watatu kupoteza maisha. Kwa hiyo tunawashukuru sana, mfikisheni salamu Mheshimiwa Mbunge, ya kwamba Kamati ya Maafa ya Wilaya inamshukuru sana kwa namna ambavyo ametukimbilia kwa haraka na misaada hii itafika kwa wananchi kamilifu kabisa, na kwa kweli tunaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu. Na mimi alinipa taarifa toka juzi, tulikuwa naye weekend yote hii, na baadaye tukaendelea kwenye msiba, na aliniaga kwamba anarudi, lakini eh, atatuma ujumbe wake kwa ajili ya kufika hapa. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, ambariki, na tunaamini kwamba faraja itarudi kwa wananchi.